Tume hiyo itaongozwa na jaji mkuu mstaafu wa mahakama kuu ya Tanzania Mohamed Chande Othman ambaye atakuwa ni mwenyekiti na itaundwa na wajumbe saba, akiwamo jaji mkuu mstaafu Ibrahim Hamis Juma, katibu mkuu kiongozi mstaafu balozi Ombeni Sefue, IGP mstaafu Saidi Ali Mwema na Dr Stagomena Taxi aliyewahi kuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa pamoja na Paul Mela, mwanadiplomasia na luteni wa jeshi mstaafu. Licha ya kusubiriwa kwa hamu kwa kauli ya rais kuhusu vurugu za Oktoba 29, lakini kuundwa kwa tume hii kumeibua maswali na wasiwasi kuhusu ubora wa tume hiyo iliyosheni viongozi wastaafu waliowahi kushika nyadhifa kubwa serikalini. Kwa upande wao, chama cha ACT Wazalendo wametoa tamko lao wakidai hawatashiriki wala kutoa ushirikiano wa aina yoyote kwa tume hiyo, kwani wanaamini tume hiyo ni chombo kisicho huru kinachotegemea maagizo ya, ya serikali. Kiongozi mkuu wa ACT Wazalendo Dorothy Semu amesema tunataka tuwe na kundi la tume ambalo litajiangalia tukio zima na matokeo yake e, kwa namna ambayo haitakuwa ya upendeleo, kwa namna ambayo itakuwa ya kujisafisha. Rais Samia Suluhu Hassan amechukua hatua ya kuunda tume hiyo kwa mamlaka aliyonayo chini ya kifungu cha tatu cha sheria ya tume za uchunguzi sura ya thelathini na mbili wachambuzi wa masuala ya siasa na uongozi hapa nchini nao wameibuka wakionyesha wasiwasi wao dhahiri kuhusu tume hiyo. Mkurugenzi wa jumuisho la vijana Tanzania TIC Lenin Kazoba amesema tume hiyo ilihitaji uwakilishi wa vijana. Walitakiwa wawepo kwenye tume, vijana ambao kwa asilimia kubwa katika population ya nchi yetu ndio nguvu kazi na wao ndio eneo ambalo kwa namna moja wengine walihusika katika suala zima la maandamano, kuwe na uwiano ili kusudi waweze kusema kitu ambacho gani kimetokea kime, na mambo gani ambayo amewasiki. Hii si mara ya kwanza kwa rais kuunda tume, kwani mnamo Desemba mwaka jana aliunda tume kushughulikia mzozo wa masuala ya ardhi na uhamiaji wa hifadhi ya Ngorongoro mapema. Mara baada ya kuingia madarakani mwaka elfu mbili na ishirini na moja, Rais Samia kadhalika aliunda tume ya kuangalia namna bora ya Tanzania kupata usawa wa kijinsia wakati wa uongozi wake ili kutokomeza umaskini miongoni mwa wanawake. Taifa hili la Afrika ya Mashariki liligubikwa na vurugu za maandamano kuanzia Oktoba 29, elfu mbili na ishirini na tano, siku ya uchaguzi hadi Novemba 3, vurugu zilizosababisha vifo vya watu kadhaa na uharibifu wa mali za umma na mali binafsi. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.